Takriban watu sabini na mbili wameuawa katika mashambulizi yaliyotekelezwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita na jeshi la Israeli IDF eneo la Gaza nchini Palestina. Ofisi ya habari ya serikali ya Gaza imesema kuwa angalau wa Palestina 549 wameuawa na jeshi la Israeli walipokuwa wakijaribu kupata misaada ya kibinadamu katika kipindi cha wiki nne zilizopita, huku wengine elfu nne na sitini na sita wakijeruhiwa karibu ama ndani ya vituo vya ugawaji msaada wa Gaza Humanitarian Foundation GHF vinavyoungwa mkono na Marekani na Israeli. Hospitali inayotoa huduma eneo la Gaza nchini humo imeeleza kuwa huenda idadi ya waliouawa katika mashambulizi hayo ndani ya saa ishirini na nne zilizopita ikafikia Wapalestina thelathini na sita. Miongoni mwa vifo hivyo ni vinavyohusisha watu sita waliouawa kwa kupigwa risasi na IDF karibu na kituo cha msaada kaskazini mwa Rafah. Katika tukio lingine tofauti, watu kumi waliuawa akiwemo mwandishi wa habari kwenye shambulio la ndege isiyokuwa na rubani yaani drone katika mtaa wa Tuffah mjini Gaza. Wakati huo, Rais wa Lebanon, Joseph Aoun, ameungana na Waziri Mkuu wa nchini humo, Nawaf Salam kulaani mashambulizi ya Israeli kusini mwa Lebanon yaliyotokea mapema leo. Kama ilivyoripotiwa awali, mashambulizi hayo amesababisha kifo cha mwanamke mmoja na kujeruhi watu wengine ishirini na mnukuu, Israeli inaendelea kupuuza maazimio kima ya kimataifa na ya kikanda pamoja na wito wa kusitisha vurugu na machafuko katika ukanda huu. Hali hii inahitaji hatua madhubuti kutoka kwa jumuiya ya kimataifa ili kukomesha mashambulizi haya ambayo hayasaidii juhudi za kuimarisha utulivu Lebanoni na katika nchi za ukanda huu, ameandika Aoun kwenye ukurasa wake wa X.